Asante mheshimiwa mbunge, kwa majina anaitwa Emmanuel baptista dendele. Asante, swali langu na maswali mawili. Swali langu la kwanza ah, swali langu la kwanza ilikuwa, naomba, tuna uhaba wa walimu Ninga hapa shule ya msingi na sekondari, kwa hiyo tulikuwa tunaomba mheshimiwa mbunge utusaidie tuongezewe au walimu ili watoto wetu waendelee kupata elimu. Jambo la pili, naomba nipende pendeku kazia hapo kwenye maguruguru hapa. Tulikaa kikao cha mwisho na serikali hii yetu yote ya kijiji, tulikubaliana mwisho tarehe tano mwezi wa tano na leo hii, mpaka leo hii vijana wetu wanaendelea huko kuwa wezi na nini. Tulishakataa sisi kama wana kijiji, hatutaki huo mradi, yaani hatupendi. Na nilikuwa na pendekezo moja ambalo linaniumiza sana, naomba utakapokuwa unaondoka Yapakiliwe yale maguruguru, wale wenye naye waje kuchukua hapa ofisini. Naliomba mheshimiwa, liko chini ya ugo yake. Naomba utakavyo, umesema leo unalala hapa kwetu, naomba utakavyokuwa leo unalala hapa uyachukue, waje wayachukulie ofisini. Hatutaki guru mheshimiwa, halo maguruguru atuliambia kabisa na serikali ya kijiji kwamba bwana maguruguru hatunaomba hayo Hatutaki kabisa. iiki niliposema hapa Ninga kwamba watu wa Ninga, mii nimefanya kazi kubwa sana, wanaosema mitalo tena, mikono juu! Wengine walizembea kunyosha kwenye gulugulu, mikono yote imeinuka. Ninga oye! Ninga oye! Gulugulu chini! juu chini! Nimegundua jambo la guruguru linawaumba sana ndugu zangu, watu Waninga, na mimi mwenzenu, ni jambo nimeongea mpaka bungeni, sawasawa. Jamani, yale maguruguru yale, inaonekana huko nyuma, wabunge waliopita huko nyuma walitunga sheria ya kuruhusu maguruguru, sawa. Wale wenye maguruguru huwa wanapata leseni kwenye halmashauri na serikalini huko kwa ajili ya maguruguru ningaoye! Mimi niliwaambia mwambia jimbo langu la Lupembe, haya maguruguru yamefanya watu kuwa wezi. Yeah. watu hawafanyi kazi yeah. Watu wanalewa pombe wanakaa kwenye guruguru mpaka usiku wa manane yeah. Watoto hawaendi shuleni kwa yeah, guruguru imekuwa kama bangi. Sasa hapa watu wa Ninga kwa sababu nani? Mimi ni mbunge wa jimbo hili, kwa kuwa wananchi wameikataa guruguru, futeni guruguru hapa Ninga. Ninga oye, Ninga oye. Na mimi mbunge sitakiwi kuongea mambo yangu binafsi, sawasawa naongea mambo ya wananchi, sauti ya wananchi inasema, guruguru marufuku Ninga. Mtendaji, mheshimiwa diwani, na mimi nitamwambia mkurugenzi, guruguru hawataki kusikia guruguru hapa Ninga. Watu wa Ninga guruguru hawataki. Kwa hiyo sasa, watu wa Ninga, naomba mnikubalie hivi mimi kama mbunge kwamba nitakwenda kubeba ile maguruguru kule? Hapana. sawa sawa, ninga waye kwamba nitabeba guruguru apa? mpaka hapa? Hapana, hapo mbunge nitakuwa nitaruka mpaka. Ninakuagiza mwenyekiti, hawa si wananchi wako bwana, walikupigia kura si ndio? Afisa mtendaji wa kata, hawa si wananchi wenu? Guruguru ninga ni marufuku wanaosema guruguru isipatikane Ninga, mikono juu! Mwenyezi yeah. Mungu ameona na shetani ameona, imefungwa rasmi yeah. naomba ni washauri wamiliki wa guruguru wakafunge Makambako, sawa sawa. wana wataki guruguru sawasawa, jamani. Haya, Ninga oye! Kwa hilo mitano tunasindio hapo sasa, hapo sasa. Sasa bwana mwenzako, mwenyekiti, nimepata mitano kwa ajili ya guruguru. Sasa watu wa Ninga, mkiikuta guruguru Ninga fukuzeni, mimi niko na nyinyi, sawa sawa. Siwezi, siwezi kupata mitano hapa alafu niachie guruguru, awezikani Ninga e ya guruguru bwana, sipatikani hapa nini. Na atakaye wagusa vijana wangu, mimi na yeye sawa sawa sawa <tipa> sawa eh. eisha <Miminisha>? kwa <tipa> jina Justin justingo, mimi natoa rai kwamba ikotiguruguuyasiwepo kwa sababu ukizingatia vijana wenzetu wa vijana huku Isitu shughuli zao kubwa utakuja kuwa ni kusukuma pingili au kusomba mbao. Sasa tofauti na mjini kijana kwamba anajiangaisha na biashara ambayo anajitegemea, biashara zake ni chache, na baadhi ya vijana wengine hawana ajira yote ile, zaidi ya kwenda labda kuiba na wakaweza kuchezea kwenye magurudumu mimi ningependezea kwamba hii maguruguru kwa, kwa sababu yapo kisheria, ndio pamoja kwamba wanalipia ushuru na nini, baadhi serikali yaangalie ni maeneo gani yatumike maguruguru na baadhi ya maeneo kama vijijini maguruguru yasiwepo. Hii ni vyema yakawepo vijijini.